Hii movie inamhusu dereva mmoja anaitwa Paul Conroy kutoka nchini Marekani anayefanya kazi zake nchini Iraq na amekuwa katika nchi hiyo kwa muda wa miezi tisa sasa, akiwa ameajiriwa chini ya kampuni moja inayoitwa CRT. Lakini siku moja akiwa kwenye shughuli zake za kila siku, wanavamiwa na majambazi, yeye pamoja na wenzake wanashambuliwa, ila Paul yeye anapoteza fahamu. Anapozinduka anagundua yuko hai, lakini amezikwa akiwa ndani ya jeneza futi sita chini ya ardhi. Kabla tujaendelea ni kuomba subscribe lakini pia ubonyeze notification bell ili uwe wa kwanza kupata movie zetu kila siku tunapopost. Haya sasa tuendelee. Aliyemweka humo sio kwamba amemzika moja kwa moja, isipokuwa amemteka. Kuna mpango ambao wanao wanataka kuutekeleza kupitia huyu Paul. Humo ndani amewekewa laita ambayo ataitumia kupata mwanga. Sasa anaondoa kitambaa kilichokuwa kinywani mwake na kuanza kupiga kelele akiomba msaada, lakini hakuna hata mmoja anayemsikia, maana yuko peke yake tena chini ya ardhi kabisa, hivyo ni vigumu kabisa kwake yeye kusikika Katika kuchunguza chunguza anaona msumari, hivyo anautumia katika kukata kamba aliyokuwa amefungiwa mkononi ili ajikomboe. Lakini kwa bahati mbaya jeneza alifunguki kabisa akiwa bado amekuwa majui kabisa afanye nini. Mara anasikia mlio wa vibration, anagundua kuna simu karibu na miguu yake. Kwa shida kabisa ananyosha mikono hadi kuifikia hiyo simu hiyo simu sio yake, ni simu ya huyo aliyemweka humo kwenye jeneza, na lugha iliyomo ndani ya hiyo simu ni Kiarabu. Amefanya hivyo makusudi ili po apate ugumu wa kuitumia. Ana search search kwenye mifuko yake ya suruali aone labda kama atapata chochote cha kumsaidia, ila anapata dawa za maumivu na pombe kidogo, lakini hivyo haviwezi kabisa kumsaidia kutoka humo. Anapiga namba ya dharura ambayo ni tisa moja moja, lakini anagundua kuwa hiyo namba imepokelewa moja kwa moja Marekani na yeye yuko Iraq, kwa hiyo hawezi kumpatia msaada wa aina yoyote ile. Kisha anapiga simu nyumbani kwake, lakini mke wake Linda apokei, hivyo anamwachia ujumbe wa voicemail ukisema, nimezikwa chini ya ardhi, tafadhali uwasiliana na wanajeshi waniokoe. Anajaribu kuwapigia simu FBI lakini wanahitaji namba yake ya social security ambayo kila Marekani lazima anayo, lakini yeye ameisahau kwa muda huo wanamuuliza kuhusu mazingira ya tukio yalivyokuwa. Anawaambia kuwa wenzake wote wameuawa ila ye pekee ndio yuko hai na amezikwa chini ya ardhi. FBI wanamtilia mashaka kuwa kama wenzako wameuawa, mbona we umeachwa hai? Anawajibu kuwa hajui. Kwa hiyo FBI hawaridhishwi na maelezo anayotoa. Kipindi bado anaendelea kuwasiliana na FBI, mawasiliano yanakatika kwa sababu ya network. Anatafutatafuta network inarudi, lakini sasa akiwapigia simu FBI anashindwa kuwapata tena. Sasa anakumbuka kuwa mwanzoni ile simu ilivyokuwa inaitwa kwa vibration, kuna namba ilikuwa imempigia ila hakuipokea. Anaipigia hiyo namba, anapokea mtu fulani anaitwa Jabiri, huyu ni mwarabu ambaye ndiye amemzika. Huyu mwarabu anamwambia anataka dola milioni tano kabla ya saa tatu za usiku, vinginevyo atamwacha afie umo kama mbwa. Paul anamwambia familia yake haina uwezo wa kupata hizo pesa, lakini Jabiri anamwambia aipigie serikali kwa sababu serikali yenyewe ina pesa, alafu anamkatia simu. katika kujaribu jaribu kufanya mawasiliano anafanikiwa kuipata wizara ya nje ya Marekani kupitia mdada mmoja anayeitwa Rebeka. Anazungumza naye kwa hasira sana, kwa sababu Rebeka haonekani kujali sana, so unajua tena yuko kwenye kiyoyozi na unajua, ndo shida ya wa wafanyakazi wa serikali wakioga maofisini. Anamwambia kitu ambacho mtekaji amemwambia. Rebeka anamwambia kwamba Marekani haiwezi kutoa hiyo pesa kwa sababu kuna sera kuwa serikali ya Marekani haiwezi kabisa kunegotiate na mtu yoyote ambaye ni gaidi. Hivyo anamuunganisha na mtu mmoja anaitwa Brenda. Huyu Brenda ni mkuu wa kikosi cha watu wanaoshughulika na utekaji nchini Iraq. Brenda anamwambia asiwe na wasiwasi kwa sababu timu yake itamwokoa kabla ya hiyo saa tatu usiku, lakini Paul amwamini Brenna, anamuuliza ni nani ambaye waliwahi kumwokoa kabla yake ili amwamini. Ya basi Brenna anamjibu kuwa ameshaokoa watu wengi, lakini waliyemwokoa mara ya mwisho anaitwa Mark White, yeye wamemwokoa juzi tu. Hivyo matumaini yanamjaa sana Paul kuona kuwa Brenna anaweza akampa msaada. Wanamuuliza kuhusu location aliyopo, lakini hajui kabisa alipozikwa, na wanajaribu kutrack hiyo namba yake, lakini inashindikana. Sasa huyu aliyemteka anampigia tena, Paul anamuuliza kama ameshapiga simu, lakini anadai kuwa amepiga simu na ta kabisa kumsaidia kwa sababu serikali yake huwa haijadiliani na magaidi. Huyu mtekaji anamwambia oh, kwa nini ni gaidi, alafu anapunguza madai kutoka dola milioni tano hadi kufikia dola milioni moja tu, alafu anamwambia ajirekodi video huku akisoma ujumbe fulani ulioko kwenye mfuko mdogo ambao uko ndani ya jeneza mbele ya miguu yake. Sasa kwa kuwa yuko ndani ya jeneza inakuwa ni ngumu sana yeye kuchukua huo mfuko, hivyo inamlazimu kujigeuza geuza sana, na hatimaye anafanikiwa kugeukia kule ambako miguu yake ilikuwa na humo ndani ya mfuko anakuta kuna tochi na taa fulani pamoja na huo ujumbe ambayo inabidi ya usome. Poa anampigia Brenda na kumweleza kuhusu hayo masharti aliopewa, lakini Brenda anamkataza kabisa. Anamwambia kuwa akifanya hivyo serikali ya Marekani itachafuliwa kabisa, alafu na vyombo vya habari kama vile Aljazira vitaingilia kati na kuishtumu serikali ya Marekani kuwa imewatelekeza watu wake wanaoishi huko, kwa hiyo asifanye kabisa hivyo. Hivyo Poa anauzika sana, anaona kama Brenda ajali kabisa kuhusu yeye, anachokifanya ni kulinda tu taswira ya taifa lake, lakini sio kuhusu yeye. Lakini Brenda anamwambia kwamba asifanye tu hivyo, wao wanafanya kila jitihada na watamwokoa. baada ya dakika chache Jabiri anampigia tena na kumlazimisha ajirekodi hiyo video, na safari hii amemletea vitisho vingine vipya kuwa asipofanya hivyo basi familia yake itashambuliwa, na anamtajia kabisa mahali ambapo familia yake inapatikana. Hivyo anashindwa kuhimili kabisa hivyo vitisho, anairekodi hiyo video alafu anamtumia. Baada ya dakika chache anapokea video ya mfanyakazi mwenzake akiuawa, jambo linalomvunja moyo kabisa. Anakosa matumaini kuona jinsi wenzake wanavyokufa kigaidi, anaamua kujitoa uhai, lakini anamkumbuka mtoto wake wa kiume anaitwa Shane, hivyo anajizuia asijiue, asubiri mpaka atakapoona mwisho wake. Kipindi bado haelewi cha kufanya, anasikia kuna kitu kinamtembelea mwilini taratibu. Kumbe kobra amemtembelea humo ndani ya jeneza kupitia tundu dogo ambalo lipo kwenye jeneza. Sasa safari hii ni kupiga akili sio ya kujikomboa ila ni akili ya kumuua huyo nyoka, maana ana sumu kali, akimgusa kidogo tu anapoteza uhai. Anachukua pombe aliyokuwa nayo mkononi, anainyunyiza jirani na huyo nyoka, na kwa kuwa pombe ni rafiki wa moto anauasha kwa kutumia lighter. Kwa huyo nyoka baada ya kuona moto anatoroka kwa kupitia njia ile ile aliyoingilia kwa nguvu kwa sababu amechoka sana, maana huo moto umepunguza kiwango cha oksijeni kilichokuwemo humo ndani ya jeneza. Sasa kwa bahati nzuri, anapokea simu ambayo hakuwa ameitarajia. Hii simu ni ya HR kutoka kwenye ile kampuni ya CRT ambaye anafanyia kazi. Huyu HR anampigia kudai kuwa amemfukuza kazi kutokana na kuvunja baadhi ya kanuni za kampuni, na huo uamuzi ulifanyika mapema kabisa asubuhi, kabla hata hajatekwa. Hivyo ni yeye tu ambaye alikuwa hajapewa taarifa, lakini bodi ya kampuni ilikuwa imeshalipitisha kabisa hilo. Kwa hiyo kampuni haitahusika kabisa kwenye maswala yote ya fidia endapo lakini yote hiyo ni njama mbovu ya hii kampuni. Hawataki kabisa kuwajibika wala kuhusishwa kwenye hili swala kwa namna yoyote ile, kwa hiyo wamemkana jamaa, wamemwacha afe kifo chake mwenyewe, na ukumbuke hata wao wameshaiona ile video iliyosambaa. Yani hayo ndio madhara ya kuajiriwa siku zote. Yani ukiajiriwa, ujue siku zote we ni ng'ombe wa kafara. Sasa muda mfupi baadaye, anasikia kuna milipuko fulani juu ya ardhi na mchanga unaanza kuingia kwenye jeneza. Brenda anampigia anamwambia hiyo milipuko ni kutoka kwenye ndege za kivita za Marekani, zinajaribu kupigana na magaidi, kwa hiyo ye asiwe na wasiwasi, wako katika harakati za kumtafuta. Ghafla Jabiri anampigia tena simu akimtaka ajikate kidole na kutuma video nyingine, na anazidi kusisitiza akikataa anajua familia yake ilipo na ataiua yote bila kuacha mtu hata mmoja. Paul analazimika kufanya hivyo akiwa na maumivu kabisa. Sasa unajua hizi video zinapotumwa, huyu gaidi anazichukua anaziposti YouTube. Kwa hiyo watu wanaziangalia, na anafanya hivyo kuionyesha Marekani kuwa anamtesa raia wao, kwa hiyo wasipomwokoa, jamii itaishutumu Marekani kuwa Marekani huwa haiwajali kabisa raia wake. Na ukumbuke hii simu alionayo inazidi kuishiwa chaji, kwa hiyo ina maana itazima muda so mrefu. Paul akiwa amekata tamaa, anatengeneza ujumbe wa video ya mwisho kwa familia yake, anawaeleza kila kitu kuhusu yeye. Alafu anawatakia tu waishi maisha mema kwa sababu yeye aoni kabisa kama atapona. Brenda anamwambia kupitia simu kwamba wamepata mwasi mmoja anayesema anajua mahali walipofukiwa kwa hiyo atawapeleka ila kwa sharti moja wasije wakamkamata po. Baada ya kusikia hizo taarifa anashukuru sana yani, anashukuru sana akiona kuwa muda wake umefika wa kukombolewa sasa. Mke wake anakuta ule ujumbe kwenye simu aliokuwa amemwachia, anampigia, wanaongea na kumpa taarifa yaliyompata, yani kwa uchungu wanalia, huku jamaa akiwa anajutia mke wake aliwahi kumkataza kuwa asiende huko, hiyo nchi haiko salama, lakini yeye akumsikiliza mke wake akaenda kwa sababu riziki ni popote. Kwa hiyo anajuta sana kilichomtokea lakini mke wake anamtia moyo anamwomba tu apambane arudi nyumbani akiwa mzima, maana anamtegemea sana na anampenda mno. Kipindi bado anatafakari kuhusiana na msaada atakaopewa, mara anasikia kelele juu ya jeneza, anasikia kuna watu wanachimba, alafu wanafunua jeneza, wanamtoa. Ah, kumbe ni yale matumaini aliyokuwa nayo ndiyo yamemfanya aone kana kwamba anaokolewa, lakini bado hali haijabadilika, ni vile vile tu yumo ndani ya jeneza na hajaokolewa bado. Baada ya dakika chache, Brenda anampigia kwa mshtuko mkubwa sana kipindi Brenda anaongea naye anasikia kuna watu kwenye simu wanaongea chimbeni, chimbeni, chimbeni, ii, chimbeni, harakisheni, chimbeni, chimbeni. sasa kumbuka kipindi hicho kwenye jeneza yake mchanga nao umezidi kuingia yaani, mchanga sasa unaingia kwa kasi na utamfunika muda sio mrefu, yaani umezidi kabisa kujaa, yaani umeingia kwa kasi mno kiasi kwamba ikipita dakika tatu tu hawajaja, yeye atakuwa amekufa vibaya humo ndani ya jeneza. Sasa Brenda anamwambia "Eh Mungu wangu is, lakini ukumbuke kuwa mwanzoni kamanda alimwambia kuwa wameshaokoa watu wengi na mtu aliyemwokoa mara ya mwisho alikuwa anaitwa Mark White. Iweje kuwa saizi aseme kuwa Mark White ndiyo ameokolewa? Hiyo inamaanisha muda wote huo ahadi alizokuwa anampa zilikuwa tu ni za kumpumbaza, ili abweteke, asiendelee kusambaza taarifa na kuomba msaada kwa watu wengine, afe kifo cha kimya kimya, habari yake ishie hapo. Yaani kiufupi shida yako haiwezi kumnyima usingizi kabisa mtu mwingine. Umesikia? Eh, na kama ujasikia, ndo ujue. Kwa hiyo muda wote huo huyu Ben alikuwa ofisini anapiga simu za kumsanifu jamaa, lakini hakuna hatua yoyote ambayo alikuwa anachukua, alafu anaishia tu kusema kwa uzuni, pole sana, poo pole sana hatukuweza kukuokoa maskini, pole sana. Na mchango unaendelea kujaa hadi poo anazama na hatimaye anakufa kabisa, na hapo ndo unakuwa mwisho wa hii movie ya Buried. Nikwambie kwa namna yoyote ile Usiwahi kuiamini ahadi ya mtu yoyote yule, hata kama ni serikali. Jiamini wewe na Mungu wako. Basi naomba ulike kama umeipenda hii video, lakini pia comment uniambie ni movie gani ngumu unayoitaka na mimi nitakuletea, lakini pia subscribe na ubonyeze notification bell.